Ni ipi hatma ya biashara ya Tanzania katika zama mpya za ushindani wa kiuchumi duniani? Pengine hilo linaweza kuwa swali ambalo wengi wetu tunajiuliza hivi sasa. Ndiyo tunajiuliza hilo kutokana na uamuzi wa Marekani kuongeza ushuru, hali inayoibua wasiwasi iwapo wasi, Tanzania ni miongoni mwa nchi waathirika wa mpango huo. Je, ushuru unaweza kugeuka kuwa silaha? Tanzania ipo hatarini kupoteza mamilioni ya dola za Marekani kutokana na uamuzi huo wa serikali ya Washington. Ungana nami, Ismaily Kawambwa katika simulizi hii fupi iliyoandaliwa na Leyla Marey ili kuyajua hayo na mengine mengi kuhusu masuala ya tariffs, yaani kodi ya forodha, mpango wa AGOA na nini hatma ya biashara ya Tanzania katika zama hizi mpya za ushindani wa kiuchumi duniani? Ili tuende sawa, tufahamu kwanza tariffs ni nini? Tariffs ni kodi ya forodha inayotozwa na nchi kwa bidhaa zinazoingia kutoka nje ili kulinda viwanda vya ndani au kuongeza mapato ya serikali. Fikiri hivi, kampuni ya Tanzania inasafirisha mashati kwenda Marekani. Kabla mashati hayo kufika kwa wanunuzi, serikali ya Marekani inasema subiri kidogo, tulipe kwanza asilimia fulani ya thamani ya bidhaa hiyo. Huo ndio ushuru wa forodha kwa lugha ya Kiingereza ni tariff. Tariff si kodi unayolipa dukani bali ni kodi inayotozwa kwenye bidhaa kabla haijafika soko la nchi nyingine. Na kwa nini serikali ziweke ushuru huu? Mara nyingi huwa ni kulinda viwanda vya ndani, kuongeza mapato ya serikali au hata kama ni njia ya shinikizo la kisiasa. AGOA ni nini? Tanzania kama nchi nyingi za Afrika ilipata fursa ya kipekee kutoka Marekani kupitia mpango wa AGOA yani African Growth and Opportunity Act. Mpango huu ulianzishwa mwaka elfu mbili na lengo lake ni kuruhusu nchi za Afrika kuuza bidhaa Marekani bila kutozwa ushuru. Kupitia AGOA bidhaa kama nguo, kahawa na vito kutoka Tanzania zilikuwa zinaingia Marekani bila kulipiwa ushuru jambo lililosaidia kuongezeka kwa ajira, ukuaji wa viwanda na kuimarika kwa uchumi wetu. Lakini sasa Marekani imechukua hatua mpya kwa kuongeza ushuru kwa asilimia kumi kwa bidhaa zote kutoka nje bila kujali kama nchi hiyo iko kwenye mpango wa AGOA ama la. Hii ina maana gani kwa Tanzania? Kwanza, bidhaa zetu zitakuwa ghali zaidi kwa wanunuzi wa Marekani. Hii inapunguza ushindani wetu sokoni. Pili, viwanda kama Mazava Fabrics and Production EA Limited, Tanzania Toku Garments Company Limited, Sunflag Tanzania na Aiz na A to Z Textile Mills ambavyo vimekuwa vikitegemea AGOA vinaweza kukumbwa na changamoto kubwa. Kwa mfano, kama kampuni inasafirisha nguo za thamani ya dola elfu kumi sasa italazimika kulipa dola elfu moja kama ushuru. Gharama hii itaathiri bei, mauzo na ajira kwa Watanzania. Suala la kutambua ni je, kuna nchi nyingine zimewahi kupitia haya? Je, walifanyaje? Hii si mara ya kwanza ushuru mkubwa kutumika kama silaha ya kiuchumi. Marekani na China waliingia kwenye vita ya kibiashara mwaka 2018. Matokeo yake bidhaa zilipanda bei, kampuni zilihama kutoka China na uchumi wa dunia ukapata msukosuko. India nayo iliwahi kulipiza kisasi kwa kuongeza ushuru wa bidhaa za Marekani baada ya kunyimwa upendeleo wa ushuru, hali ikawa tete kidiplomasia. Argentina, Brazil, hata Ulaya, wote waliwahi kujaribu kulinda soko la ndani kwa ushuru mkubwa, lakini kilichofuata mara nyingi ni mfumuko wa bei upungufu wa uwekezaji na kuharibika kwa uhusiano wa kimataifa. Tanzania inapaswa kufanya nini? Serikali ya Dodoma tayari ilianza mazungumzo kadhaa ya kuomba AGOA iongezewe muda wa miaka 20 zaidi kwa ajili ya matokeo chanya na makubwa ya uwekezaji na biashara. Novemba 2023 katika kongamano la 20 la AGOA lililofanyika Johannesburg, Afrika Kusini ni miongoni mwa sehemu ya mazungumzo hayo, ambapo aliyekuwa waziri wa viwanda na biashara, Ashatu Kijaji, aliyeomba marekebisho ya ukaguzi wa vigezo au sifa za kujiunga AGOA kufanyika kila baada ya miaka mitatu badala ya ukaguzi wa kila mwaka, hii ikionyesha jinsi mpango huu ulikuwa unaweza kunufaisha katika upande wa biashara na uwekezaji. Sasa licha ya jitihada zote hizi, ni wakati wa kuangazia mbinu mbadala na bunifu za kukabiliana na changamoto hizi. Tunahitaji kufanya yafuatayo: mosi, kuboresha ubora wa bidhaa zetu, kutafuta masoko mbadala barani Asia, Mashariki ya Kati na Afrika kuimarisha diplomasia ya kiuchumi na kuhakikisha viwanda vyetu vinajizatiti kushindana katika mazingira magumu ya soko la dunia. Tarif si jambo jipya, lakini dunia ya leo yenye migogoro, siasa za kiuchumi na ushindani mkali inatulazimisha kubadilika. Tanzania imepata neema kutoka AGOA, lakini sasa hatari iko mlangoni. Ni wakati wa kujiandaa, kushirikiana na kujenga uchumi imara unaoweza kustahimili mawimbi ya biashara za kimataifa. Hii ni Daily News Digital, mimi Ismail Kawambwa, mwandaji ni Leyla Marey. Tufuatilie kwa simulizi nyingine zaidi kuhusu uchumi, diplomasia na mustakabali wa taifa letu. Usikose kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok na X ya Daily News Habari Leo underscore tz. Pia Spoti Leo TSN ni zaidi ya habari.